Simba Sports Club dhidi ya yes, Singida Black Stars kutokea uwanja wa Tanzanite Kwaraa. Mabadiliko ya wachezaji wanne kutoka lineup ambayo ilianza kwenye mechi iliyopita, moja kati hayo ni kurejea kikosini kwa Abdul Razak Muhammad Hamza. Singida Black Stars wenyewe wamefanya mabadiliko machache, ikiwemo kuingia kikosini kwenye kikosi cha kwanza kwa Kennedy Wilson Juma, lakini pia safari ambayo inaanzishwa na mwamuzi Ahmed Arajiga katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa ni nusu fainali inayokutanisha timu mbili ambazo zimekuwa na mafanikio makubwa msimu huu. Imeachiwa na imepita, imefika kwa Valentin Noma, jaribu kuchanja mbuga. Valentin Noma anaikwa chini, mwamuzi anasema ni free kick na ilikuwa ni promising attack, hivyo ni yellow card. Imetokana na kasi aliyokuwa nayo Valentin Noma na kutokuwa makini kwa kiungo wa ulinzi wa Singida Black Stars Mohamed Damaro Kamara. Akitokea horoya kwa maana ya Musa Kamara. Jonathan Sowah ni chui kutoka kwenye misitu ya lisati Singida, angalia turning ya Jonathan Sowah, alimwangalia wapi amekaa na vipi amekaa Musa Kamara. Mguu wake wa kushoto ulikuwa fimbo tosha ya kumchapa pinpin Musa Kamara chui kutoka kwenye misitu ya alizeti wakimrarua mnyama simba kutoka kwenye mbuga ya Msimbazi. Jonathan Sowah, Gadiel Maiko Kamagi kwa Jonathan Sowah, ametoka Musa Kamara na mwamuzi anasimamisha mchezo, wako chini wote wawili, Jonathan Sowah na Musa Kamara. Ikumbukwe tu kwamba Jonathan Sowah yeye ndio alifunga goli la pili la Singida Black Stars katika mchezo wa robo fainali dhidi ya Kagera Sugar katika ushindi wa magoli mawili kwa bila. Penyeza pasi kwa Budo, imefika kwa Valente Noma, wekwa cross ndani huko, anautoa nje wa Sogi Amas, ikamlazimu mpira kutoa nje, ilipigwa kama cross. Lakini uelekeo wa mpira ilikuwa ni nyavuni, na obasoge amas akautoa nje. Amepita kiungo wa Singida Black Stars Mohamed Damaro Kamara. Sasa Kamara mmoja anakwenda nje, kwa maana ya Musa Kamara. Yamekuwa ni adimu kuyashuhudia katika mechi ya mpira wa miguu ni mabadiliko ya mlinda mlango, na ikitokea hivyo jua imelazimu kutokea kama ambavyo imetokea katika mechi hii Valentin oma mwamuzi sema ni foul amechezewa, ndivyo sivyo? Stephen Mukwala na anaonyeshwa kadi ya njano Franka asink kwa bena kadi mbili za njano Ali Salim amekosea Keyekeh nya Ali Salim Katoro aliyeshika fimbo kumwadhibu alikuwa ni nyota Emmanuel Kwame Keyeke, ambaye anayeduwaza kama siku ya kufisha matumaini ya Simba kucheza fainali. Mguu wa kushoto wa Emmanuel Keyeke haujasikia vibaya, ulivyosikia ndivyo ilivyo, usialaumu wala kuyafikisha ya masikio yako. Simba sifuri, Singida Black Stars mbili. Pasi akiwekewa Joshua Budo Mutale, bado mpira katika eneo la kuchezea. Joshua Mutale anamkamua mtu, amekamulika, ananyonga ndani, kibu Dennis ameukosa mpira ule, kibu Dennis Prosper. Steven Dese Mukwala, Mukwala na mali amewekwa chini. Steven Dese Mukwala katika namna ambayo mwamuzi anasema ni changamoto ya kiungwana. Chefondo, kataa malon ameondoka nao. Steven Dese Mukwala anaondoka na mali, Mukwala yuko chini, mwamuzi anasema ni free kick, mwamuzi anasema ni free kick kifanya Steven Dese Mukwala na kuhakikisha kwamba mpira ule anauficha na Morris Chuku asiuone ama asiucheze dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa zinakamilika. Aliyefungua pazia alikuwa ni Jonathan Sowah anajiridhisha, mwamuzi Ahmed Arajiga, na kikosini anaingia Kevin Nation Naftal kuchukua nafasi ya Mohamed Damaro Kamara, kama ambavyo Simba wamefanya mabadiliko ya wachezaji wawili. Karibu sana kwa mara nyingine katika ngwa ya pili na ya mwisho ya mechi hii kini Singida Black Stars nao pia wanafungua booster kupitia Edmund John. Edmund John ni free kick, amechezewa ndivyo sivyo na David Kameta. Manuel Kwame Keyekeh asali na shubiri kwenye kikombe kimoja hakuwa na cha kufanya mlinda mlango Ali Salim Katoro, akili na maarifa kutokea magharibi mwa Afrika, kutoka kwenye mguu wa kulia wa fundi Emmanuel Kwame Keyekeh. Elimpanzu, licha ya kuingia dakika chache zilizopita kwenye kipindi hiki cha pili, anaonyeshwa kadi ya njano baada ya kucheza ndivyo sivyo kwa Kennedy Wilson Juma ameitamaliza pasi kwa Valentine Homa, jaribu kumzunguka mtu Valentine Homa, lakini anasimama imara asink Frank kwa pena a kutoa mpira nje, wakati ambao yuko chini. Valentine homa Ali alikuingia mzima mzima, lakini cha kwanza kucheza ilikuwa ni mpira Frank kwa pena. Ilimpanzu analazimisha krosi ndani huko, amecheza Obasoge amas nikona kona ya tatu ya Simba, na ni kona ya tatu ya mchezo huu. Haya, wameiba mali Singida Black Stars, ameukosa braza, kamza offside Karaboya anaonyeshwa kadi ya njano. Wachezaji wawili ambao wameingia kutokea benchi wa Simba wote wameonyeshwa kadi za njano. Alionyeshwa kadi ya njano Elim Panzu, dakika tano tu baada ya kuingia, lakini anaonyeshwa kadi ya njano. Lakini anakumbukwa kwamba alifunga katika ushindi wa magoli sita kwa bila kwenye mchezo wa raundi ya tatu ya michuano hii. Jean Charles Ahoua sharubu bila majibu. Jean Charles Ahoua MVP, akatazama, akapiga hesabu zake na zikaenda sawa, akamtesa kama si kumtaabisha mlinda mlango Obasoge ge amas, na kuiandikia Simba goli la kwanza na kufufua matumaini ya Simba pengine kuisaka fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank la MVP Fernandez Debora, Debora Fernandez mafamba ameutenga mpazo, amekula chuma. Hey, kime umana, alikuwa anaondoka lakini Fabrice Ngoma akakataa. Gadiel Michael amecheza Ali Salim Katoro. Amekataa Ali Salim Katoro Maruf Shakei. Amepiga pasi ndani huko kupenyeza nafasi kwa Adebayo. Amekataa Ali Salim. Fabrice Luamba Ngoma. Elvis Baranga Rupia. Kipenga kinasikika. Ni Young Africans na Singida Black Stars fainali ya Kombe la Shirikisho la CRDB Bank. Simba wanashindwa kukifanya kile ambacho likifanya mwaka 2021 katika uwanja wa Majimaji Songea. Mashuti matatu yalenga lango ya Simba dhidi ya manne ya Singida Black Stars shuti moja ambalo limekwenda nje kwa Simba, mawili kwa Singida Black Stars. Mimi ni Alwatan Ramadan Goda, full time katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa, Babati mkoani Manyara. Simba Sports Club moja, Singida Black Stars tatu. Mpaka wakati mwingine na kwaheri kwa sasa.